tarehe nyingine tena ya 2026 tarehe ya nane mwanzoni kabisa enye Januari ya 2026 daktari wa tiba asili mganga wa jadi mzee wa utamaduni kanda ya malini kata ya gamba mzee poo ihalcokitahala so Masega aliyozaliwa mwaka elfu moja mia tisa kumi akafariki Januari hiyo tarehe nane ya mwezi wa kwanza ishirini na ishirini na sita. Makusanyika mkubwa kabisa watu wamekusanyika hapa. Mzee wa utamaduni, mzee wa ngoma za asili, mzee aliyeweza kuwa chifu wa maeneo haya mdefu, mzee aliyekuwa ameweza kukomesha harui nyingi za kiuchawi, aliweza kunyoa watu, aliweza kudhibiti watu wa mji wa Morogoro, maeneo ya kata ya Ngolanga na Marini. Watu wengi wa kanda ya Njombe pamoja na kanda ya Iringa na sehemu za jirani zote waliweza kwenda kutibiwa kwa huyu mzee, kupata kinga mbalimbali mbali, magonjwa mbalimbali mbali, waliweza kutumia tiba za kienyeji na kupona. Mzee alikuwa mtaalamu wa mitishamba. Mzee alikuwa ni mtu wa watu, alipendwa na mzee ameweza kuishi miaka mingi kama unavyoona hapo, ni miaka mia moja na kumi na mbili. Mzee amekutwa na mauti amekutwa na mauti kwa miaka mia moja kumi na mbili. Mzee alizeeka lakini hakuzeeka sana, kama mona, sura yake ya kuvutia amekuwa na tabasamu mpaka uzaini kwake hana tabia mbaya zozote alizowahi kutenanazo. Hana homa kubwa ambayo akangina aliweza lazwa. Mzee katika historia yake achui hospitali, alitumia tiba za asili. Mzee ameweza kuwa na wajukuu na vitukuu, familia yake jumla inaweza ikafikia watu zaidi ya mia tatu. Mzee aliishi mahali hapo peke yake kwa kitamaduni kabisa, maeneo ya nyumba ya peke yake hakukaribiwa na watu. Eneo lake lilikuwa ni eneo la mila, aliweza kuishi hapo kwa muda mrefu mrefu mrefu mno. Mazingira haya kama ona, pamoja na hawa wanaokuwa wanakuweko hapa kwenye msiba, walioshika picha na wengi wao waliokuwepo hapa ni familia, ni familia za ndani kabisa. Yaani hizi kwenye msiba, hakuna mtu aliyeweza kugusa msiba zaidi ya familia zake za ndani unayewakuta hapa ni wajukuu, vitukuu, nao familia zake. Hakuna no, na mtu mwingine mgeni aliyeweza kukaribia huu msiba, kwa sababu ni msiba wa mtu mkubwa, na watoto wakubwa waliozeeka wenye miaka zaidi ya sabini, lakini mzee aliyezidi kuishi hapo akuwa ni zembe uwezo nweza, lakini aliishi kijadi aliishi kijadi na alisaidia watu kwa tiba za jadi. Ni daktari aliyeweza kutoa nguvu za kichawi za watu. Ni daktari aliyekuwa yeye ana nguvu za kutosha katika madaktari wengine wale wenye tiba na kuloga. Kuna madaktari wao wanaloga, halafu wanakutibu. Yeye alipingana nao na kuja kutoa vile vilogo na pengine kukutibu na kukuweka vizuri zaidi. Hapo mbele yetu kuna ngoma zinaendelea kama unavyoziona zinakwenda kwa vituo vituo, kwa vituo kama vile vituo ambavyo Yesu Kristo alikwenda, eh, kuwekewa wakati ule wa vituo vile tunavyojua kumi na mbili, lakini mzee alikuwa na vituo vingi sana vya jadi na mzee alikuwa ni mpigaji ngoma wa jadi, aliweza kudumu hapo kwa maisha ya jadi. Kutoka kwa wenyeji, wanasema mvua ikiwa hainyeshi walikwenda kumwomba mzee, akitambika, akifanya mila zake, mvua ilikuwa inaweza kunyesha. Lakini kuna wakati aliweza kusaidia sana familia za jirani kwa upendo na imani ya kwamba watapona na ni kweli watapona. Hapa inasadikika walikuwepo watu wa nchi mbalimbali wamefika hapa kutibiwa na wameweza kupona, ikiwa wengine wametokea hata sehemu za Komoro, Israeli, Malawi e, ile Tanganyika karibu yote, wazee wengi, wale viongozi mbalimbali waliokuwepo miaka hiyo ya nyuma wameweza kutibiwa Kawinde na wakati huo kwake kulikuwa hakuwezi kufikika kirahisi, ulikuwa unavuka mito mikubwa, unavuka kwa magome, kulikuwa hakuna boti, lakini lazima ufike hapa. Lakini safari yake ilikuwa mbaya kwa wale wachawi ambao wanakwenda huko e, loga, loga, watu wana madawa mabaya. Ukifika kwa huyo mzee ilikuwa habari yao m, umeicha kabisa, watatoka wako watatu watakwenda kuungana watu wa na familia zao wakiwa salama. Hawa wanaokuwa wamekaribia na wanacheza ngoma kama vile wanavyoona ni familia za ndani, hapo wakiwepo na wajukuu zake. Hawa wanaocheza si watu wageni, ni wale wajukuu. Ni hali ya kuomboleza, wale hawalii, hakuna mchozi. Huyu mzee wanaomboleza kwa mchezo aliyokuwa mcheza yeye, kama vile mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa bao e, pengine na wengine ambao wenyewe wanakuwa wanacheza mpira, lakini yeye mzee alicheza ngoma za asili, alifundisha ngoma za asili na wao wanamchezea zile ngoma alizokuwa yeye akicheza. Ndugu mtazamaji, msikilizaji, ili eneo ndio wenyewo ambalo yeye anapenda kuzikwa. Eneo hili analokwenda kuzikwa huyu mzee ni eneo tulivu ambalo hawajazika ni eneo la shamba lako, ni eneo aliochagua yeye kuzikwa. Mzee amezikwa katika hali ya kufaidika, lakini hawa wanaona wamesubiri wote weke wale wengine wengi yampaaa ni kwa sababu mila au lao <coughs> watu wanaokadiriwa kufika hapa ni watu zaidi ya mia saba lakini wengi wao hawajaweza kusogea sana kwenye eneo la

ikiwa na karibu kufika kwa kwake, haina sababu kabeba unga kama mazingira mengine au mboga. Mzee alikuwa na mtu jirani alikuwa anaweza kwenda kuenda kuchukua samaki na kukuandalia. Kama unavyoona hapo, waliozingiza kaburi familia na watani Ahapo nakuweka makarasini anikupika msiba kwa ajili ya kumzika huyo mtani. Ndiye mtani aliyeongoza u wa msiba, wakiwa uma wako wanne. Ndugu zangu eh, mkata kwao ni mtuma, hata ungelikuwa ni mkubwa kiasi gani inakwambia ni kwamba huwezi kukwepa kifo, na kama huwezi kukwepa kifo, tujifunze ni kwamba ni nani ana uwezo wa kuishi bila yeye? Je, we mwenzangu, mwensi je, hii miaka yake je Mzee wetu ameishi o, ya watu wakitibu kwa mambo mbali, mbali. g <laughs> <Yadungu mmasu mambo. laughs> <Kukubua kusuri. laughs> Hichi kijiji ambacho yuko yeye ni yeye alikuwepo mwanzo na wageni tu kuja eneo lake, kwa sababu miaka ya sabini eneo hili lilikuwa limemilikiwa na tembo na wanyama wakali. Hakuna mtu aliyeweza kufika kuishi mazingira haya lakini mzee wetu potipahala mseja aliweza kuishi na tembo hakuwahi msumbua. Eneo hili pana mto jirani ambao nasadikika kuwa na mamba, lakini mzee mahala pake hapajawahi sumbua mamba. Mzee alikuwa anakwenda kuvua, na mzee alikuwa si muwindaji sana sana, ni kuvua, na akivua samaki ilikuwa ni kitoweo na mboga zake hapa mayala aikopanaishi Mzee alikuwa chakula chake kikubwa ni ugali na wali, maharage, samaki, ndivyo alivyoishi na mzee. Maisha yake kiukweli, alikuwa anatumia sana kilevi chake, ugoro. Huwezi ukamkuta mzee anatumia pombe, huwezi ukamtumia chochote, kwamba alikuwa anatumia ugoro. Ugoro je, umeweza kufanya aweze kuishi miaka mingi kama unavyomwona, hata kwenye hali ya picha. Je, ugali wali, ndiyo umeweza kumweka aishi vizuri sehemu ya maisha yake? Je, ameishi sana kwa sababu alikatutumia sana samaki? Kwa maana mzee hana sifa za kula kuku sana, wala kitu kingine, yeye ni samaki, ugali, wali, mboga za majani. hivi vitu ndo zimeweza kufanya mzee aishi akiwa mpaka ametembeza, mpaka hapa tunamwona mzee zimangalii, kwenye picha bado anang'aa, anatembeza kwa hali yake ile ile. Na haya manyanga, ndugu yangu, naona zinavyocheza hizo izo nilionaeetge nyimbo navo nyimbo hapo

Ndugu zangu, kutembea ni kuona mengi, mila za watu. Wewe msikilizaji kila mmoja

Mapokeo ya mwisho, ha, lazima uishi, lazima uone, mwisho wake mzee wetu ndipo hapa alipoishia na hatuna jinsi, hatuna hapo chini ndiye, mtoto wake hwa, hwa, hwa, hwa. Wewekamaae ne mbayamsetuahuyu muku ataliwa tarehe moja mwezi wa saba Ameacha mjane mke mmoja akiwa pia na watoto tisa, ndani ya watoto tisa wanaume wakiwa watatu na wanawake sita. marehemu ameacha wajukuu arobaini na sita na vitenguji mia moja themanini sababu sehemwaknasumiwa na homa za mara kwa mara pamoja na ugonjwa wa moyo kwa muda mrefu, mpaka kufikia tarehe nane mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita ndipo Mungu alipomhitaji zaidi. Pongezi, familia inatoa pongezi kwa hospitali zote ambazo marehemu alikuwa anaenda kupata tiba pamoja na wote walioshirikiana kuhakikisha anapata matunzo kumlea na mpaka kufikia leo hii tunamzika katika kaburi hili na nyumba yake ya milele tanga ndugu, sina uhakika, nadhani tarehe itapangwa baada ya baada ya kikao cha familia, ndipo itafahamika kama litakuwepo au halitakuwepo. Hilo tutapeana taarifa. Familia ina familia ina waomba wote mliofika kushirikiana na sisi katika shughuli hii muhimu ya kumhifadhi babu yetu mpendwa mzee Potipahara Mseja aliyepumzika katika eneo hili. Tunawaomba wote mliofanya hivyo, Mungu awabariki. Na pia tunaomba mfike katika maeneo ya nyumbani kwa marehemu ili tunawe mikono. Bwana alitoa, Bwana ametoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen, asante sana ndugu Dani, kitabu Daniel, kitabu na hapo ni mtani anasema yake, lakini kabla ya hujamaliza matukio atakusimulia, tumsikilize vizuri mtani. Ndizo mila na ndizo kuwaga nafsi. Mtu ukifariki, kumbuka, kuna kitu kinabakia. Kile kinachobakia ni jina lako na mila zile zinaendelea kuwepo. Ndio anamaliza mila kamfue anamwaga marehemu. Sasa umepumzika, naomba utoache salama, nenda kapumzike, kawe nasi katika nafsi. Tulikutambua umekwenda, lakini bado tunatambua upo, kapumzike salama. Mila hizi ndugu zangu, zipo koo ya kufa hipo, na koo haikatiki, na hii koo ndiyo inayoendelea Binadamu wengine wanasema baada ya kufa kuna kuzaliwa na kufa kwake, ukizaliwa maana yake ni kweli, ni lazima uzaliwe tena. Sasa hatujui, haya ni mambo ya sayansi, na wengine wanaongea ya kwao, na lakini tukienda kwenye Biblia kwamba kuna ufufuo, kuna maisha mengine tunasubiri, baada ya Masihi kuja kwake, tutafufuliwa tutakuwa hai miaka elfu moja ni sawa na siku moja. Hapo hatukukosa chakula, tuwepo chakula cha kutosha, tukula tulisaza vyakula, watu walikula iwa bila shida yoyote. Ndugu zangu, kinawa maji, tunakwenda kupata chakula. Kama unavyoona hizo pikipiki zimetoka mikoa mbalimbali, pamoja -mbali, na maeneo jirani kuna pikipiki piki za mkoa wa Ruvuma, mkoa wa Iringa, na watu wametoka sehemu mbalimbali kuja kwa ajili ya msiba. Ah, tumsikilize mzee, ndiye ambaye ndiye aliyebaki. unaitwa nani? ambaye ni Abeli. Abeli Potupara Mseja? huyu aliyefariki ni nani? ni baba yetu, anaitwa Potupara Mseja Mlungura. Wewe ni mtoto wangapi kwa huyu mzee? mimi ni mtoto wa pili kwa huyu mzee. mzee mzee alikuwa na bibi wangapi? Mzee alikuwa na bibi watatu. Bibi watatu. Mm. Kwa wewe ni kwa bibi yupi? Mimi kwa bibi Saidi ni mbega. Ni wa ngapi kutoka kwa <coughs> ni, ni mko kutoka nani mzee? Mtoka wa kwanza ndio huyu mamangu mimi. Ndio mama ndio huyu mama na shukuru. Eh. Eh, mzee anakadiriwa kuwa na umri gani mpaka sasa ametuacha? Mzee alikuwa na umri wa miaka mia moja na tano. mia moja na tano. Alikuwa amezeeka sana. hmm. Na pia ni maradhi yapi yamekuwa yanamsumbua? Maradhi yake ya muda mrefu, kilichombeba ni bp na kichwa. Na ndio. Lakini tunasikia mzee mwanzo alikuwa ni mtu wa mila, unaweza ukaelezea kifupi mila zake, alikuwa nafanyaji yeye? Mila yetu sisi, kwamba ni matambiko nanini

Mila hizi tuko na maana ni kumwomba Mwenyezi Mungu na malaika ili watusaidie ili familia ikae vizuri. Kwa upande wa familia na jamii ambayo inaishi maeneo haya. Maeneo haya. Kwa hiyo wazee wengi kwa jamii hii ni kama ilikuwa chief maeneo haya. Ndio. Kifupi. Na nini sasa kinaendelea baada ya mazishi kuisha kama hivi leo tunamaliza? Ndio. Tuko kwa ngoma na tutakuwa na ngoma za jadi kwa ajili ya kumalizia kwa Sa, mzee samani, wewe tu... <coughs> ni mtani, ni mtani unaweza kueleza nini baada ya kuonekana kwa, kwa mazungumzo hapa, na tunaelezea kwa hawa ndugu zetu leo wanamalizia huu msiba, malizia kutoka hapo, tangazo la pombe sadaka. <coughs> pombe kwa hapo, pombe hizo zitaandamana na magoma za jadi za jaji za mira mira. Jina na unaitwa nani mzee wangu? alikata jina ambalo unafahamika sana kwa mitaa hii. Lakini tunashukuru kwa kutusaidia kwa, kwa kus, la pengine nini umekiona ambacho unaweza ukashauri kama familia. Msiba kwa, kwa ujumla umeenda vizuri na hauna hata tatizo, na unaendelea vizuri kwa hiyo. Ndio e, katani livyouona i siba unaendesha vizuri kabisa, na familia yote imefika na inaenda Safi, msiba unaendesha vizuri tu, ndio, hauna matatizo yoyote. Sasa usishangae ndugu yangu, tazama hii picha vizuri. Unachokiona hapo ni juu ya nyumba, juu ya mwamba. Pale kwenye mwamba, hicho ni kichwa cha nyoka hapo mwisho, unakiona upande wa kushoto, na huyo ni nyoka. Huyu nyoka anaitwa Black Mamba. Huyu nyoka ni nyoka mwenye sumu kali Hawa nyoka wanasadikika, baada tu ya mzee kufariki walipatikana nyoka wawili, walikuwa ndani ya hii nyumba. Hii nyumba, huko aliko huyu nyoka ni chooni kwa mzee, anakoenda kumsaidia, lakini baada tu ya kufariki ndipo huyu nyoka alikuja kupatikana kwa dakika zile. Kwa hiyo choo aliyokuwa anaitumia mzee haikutumika tena.